Mfuatiliaji wa Snada TV, leo hii niko hapa katika ardhi yenye urithi wa nyuki wa kuzalisha asali pamoja na vumbi la Singida ali maarufu kama kijiji cha nyuki Kisaki. Eneo hili lipo halmashauri ya manispaa ya Singida mkoani Singida, na hapa ndipo uh, eneo pekee mkoa wa Singida linalotoa asali ya kutosha vumbi la kutosha na mazao ya nyuki wa kutosha kabisa, mazao ya nyuki ya kutosha kabisa lakini eneo hili ni maarufu kwa ajili ya utengenezaji wa mizinga ya kisasa, na eneo hili linaongozwa na mkurugenzi wake wa kijiji cha Nyuki na ambaye pia ni kiongozi wa wadau wa nyuki nchini, yeye yeah, anajiita Apri Philemon Kiemi. lakini eneo hili ni zuri sana kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani Uh, na kwa wakazi wa mkoa wa Singida na kwa wale ambao wanatoka mikoani, eneo hili ni zuri sana kwa ajili ya kubarizi, kupunga upepo, lakini pia ndani ya eneo hili vinapatikana vyakula mbalimbali vya asili vinavyopikwa katika kijiji cha Nyuki na wapishi waliobobea katika kupika chakula cha asili. Hapo utapata ising'ong'o, lakini pia utapata rimbe, utapata pia na ugali wa uwele, ugali wa wa mtama vinavyopikwa hapa kijiji cha Nyuki. Mimi ni John Hassan wa Snada Real TV. Leo hii tumefika eneo hili tukiwa powered by Tecno Tanzania ambao wao wanatoa huduma bora kabisa za simu na sasa hivi wamekuja na toleo la kijanja kabisa ha, la simu za mikononi, toleo la kijanja kabisa la simu ya mkononi ambayo ni Tecno Camon 40 lakini bila kuwasahau Sangawe Glass and Aluminium wao wanapatikana mkoani Singida, mkabala na jengo la CCM, lakini wao wanatoa huduma bora na za kiwango cha juu na kwa uaminifu mkubwa. Bila kuwasahau, Royal Village Hotel wao wanapatikana mkoani Singida, Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Huduma zao za huduma zao za malazi na chakula ni bora kabisa, tena za kiwango cha juu. Mimi ni Royal Boy, John Hassan wa Snada Real TV. Nakusii endelea kuungana nami niweze kukuonyesha mambo mazuri yanayopatikana hapa katika eneo hili la kijiji cha Nyuki ambapo leo hii nimeamua kufanya utalii wa ndani kuja kujionea vitu mbalimbali vinavyopatikana hapa katika kijiji cha Nyuki. Lakini bila kusahau kwamba kijiji cha Nyuki ndani yake kuna Ifoneo Safari Lodge ambapo wanatoa huduma nzuri kabisa kwa wageni ama watalii wanaofika katika eneo hili kwa ajili ya hivyo kupata asali, kupata huduma mbalimbali, kupata elimu. Lakini huduma za kulala zipo Ifoneo Safari Lodge. Um, na kusihi uh, mfuatiliaji wa Snada TV endelea kuungana nami ili uweze kujionea mambo mbalimbali mbali. Lakini nikukumbushe kwamba wakazi wengi wa mkoa wa Singida na wa Tanzania kwa ujumla wana shauku kubwa ya kufika katika eneo hili. Lengo ni moja tu, kwa ajili ku-, kuja kwa ajili ya kujionea uzalishaji mkubwa wa asali na mazao ya nyuki yanaozalishwa katika eneo hili la kijiji cha nyuki chini ya mkurugenzi wake mkuu Filemoni Kiemi na nakusiende, kuungana nami niweze kukujuza kila hatua na kila jambo. Lakini watalii wengi wanamiminika katika eneo hili kwa ajili ya kujionea fursa mbalimbali za uwekezaji wa nyuki, kujifunza kutengeneza mizinga ya nyuki, kujifunza kuzalisha uh, mazao mbalimbali yanayotokana na nyuki, vitu kama hivyo, vitu vitamu kabisa. Mimi ni John Hassan, Snada Real TV. Asante mfuatiliaji wa Snada Real TV, leo hii bado tuko hapa katika eneo hili la kijiji cha nyuki, na zaidi ya watalii, ambapo watalii wengi kutoka mkoani Singida wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani katika eneo hili la kijiji cha nyuki, na hapa nipo na mtalii atajitambulisha majina yake alafu kisha tutahojiana. Karibu, naitwa nani? Tito Daniel Hanai. Okay, asante. Leo hii mmekuja kwa wingi katika eneo hili la kijiji cha nyuki kinachomilikiwa na Filemon Kiemi. Labda wewe unajisikiaje kufanya utalii wa ndani katika eneo hili? Kwanza nashukuru sana kufurahiani mazingira mazuri ni vitu ambavyo wana ubunifu wa hali ya juu kwa kweli, vitu hivyo alivyofanya. Na semina tuliyopata ni semina nzuri, na ametufundisha na tumepata yani, kila mmoja ameondoka na faida ya kipekee. Labda wewe, kitu gani kilichokuvutia zaidi katika eneo hili la kijiji cha nyuki? Ni utunzaji wa mazingira pamoja na ule ufanyaji wa kazi au uzalishaji wa nyuki, uzalishaji wa asali au uzalishaji wa... asali Okay, umeona mizinga inavyotengenezwa? Pia ndio nimeona nimefika kwenye eneo la wanaotengeneza mizinga, ni mizinga ya kisasa hmm. Kwa hiyo, ni yani ni kitu ambacho nimejifunza nime, natamani sana kuwa na hali kama hii. Neno moja kwa Kiemi, neno moja kwa Kiemi ni kwamba labda aendelee kutufundisha na kutuvutia zaidi ili angalau afungue na darasa la kutuelimisha na kutuokoa, yaani kutuhamisha katika ile hali duni ya maisha kuelekea katika hali nzuri, kwa kutegemeana na, na yale mambo anayoyafanya. Asante sana mfuatiliaji wa SNAD TV nyuma aa, ya huyu mdau. Yupo pia mtalii mwingine aliyekuja kufanya utalii wa ndani, atajitambulisha majina yake kisha tutaendelea. Karibu sana, unaitwa nani? Naitwa Yohana Mtule. Unaitwa nani? Naitwa Yohana Mtule. Okay, asante wewe, leo hii umefanya utalii wa ndani katika eneo hili la kijiji cha nyuki, tueleze umejifunza nini. Asante. Asante nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza jinsi nyuki wanavyotunzwa kwenye mizinga. Nimeangalia viwanda vya mizinga. Nimepata semina nzuri katika darasa kwa kweli nimejifunza mambo mengi. Labda kitu gani ambacho umevutiwa nacho zaidi? Nimevutiwa sana na asali inavyotengenezwa, vilevile maziwa ya nyuki, sijui sumu ya nyuki. Nimeona mambo mengi, nimejifunza mengine, hata naweza nikawa nimeyasahau. Labda o, o, vumbi la Singida unalizungumziaje ulivyofundishwa ama kuelekezwa katika semina? Asante sana, nimejifunza vilevile vile kutenga vumbi la Singida, ni faida nzuri kwa jamii yetu ya Singida. Okay, asante sana, neno moja kwa Filemoni Kiemi kwanza namshukuru namwomba Mungu amwongezee maisha anga, leo tuzidi kujifunza kutoka kwake, na si uchumi wetu uweze kupanda vizuri. Asante sana. Karibu, asante. Jitambulishe majina yako, mfuatiliaji wa Sinada TV aweze kufahamu ni nani. Kwa jina naitwa Ramadhani Hasani Sombi. Okay. Ni mkazi wa Mwankoko. Nimenufaika kuja kwenye semina hii ya jiji cha Kisaki. Naam. Kwa kweli mimi kama kijana wa kata ya Mwankoko nimejifunza kwanza, mazingira yenyewe ya yamenivutia, na pia nimefurahi pia kuenjoy katika eneo hili mm. kwa sababu kuja kujifunza kitu kama hichi mm. inanitia pia na mimi elimu, imeniongezea kitu fulani okay, na nikiondoka hapa mm. najua kuna kitu nimekisoma na naweza kuenda kuelimisha pia vijana wenzangu waje kujifunza kwenye kijiji cha nyuki hapa. Tuseme umefanya utalii wa ndani. Naam. Ah, yapi uliojifunza? Niliyojifunza hapa kwanza nimefahamu maana ya ifoneo yenyewe kwanza. Okay. Baada ya kuifahamu n maana ya ifoneo yenyewe mm. nikakumbuka kwamba ifoneo ilikuwa ni kimbilio la watu mm. kwa hiyo nimejifunza kitu kama pale mm. na nimejifunza mambo mengi mfano namna kuchakata asali mm. nimeiona na nimeona kiwanda cha Tengenezea nyuki okay. nimejifu, nimejifu, kwa hiyo nimejinufaika kwa utalii huu mkubwa ambao umefanyika, hmm. kwa ndugu Filimon Kiemi okay. hmm. Labda nilipi neno lako moja kwa Filimon Kiemi kwa ajili ya uwekezaji mkubwa aliofanya hapa mkoani Singida. Filimon Kiemi, kwa hapa Singida, neno langu, yeye kama yeye ameleta kivutio kwetu uwekezaji na hasa hasa ukiangalia yeye ni mwanahasisi wa Singida na amekulia Singida. Kwa hiyo mimi ninachomwambia mwana filme ni Kiemi aendelee kutoa wigo kwa wana Singida wote, ili tuweze ku kunufaika na yeye na pia tuweze kusoma vitu kutoka kwake. Asante sana, karibu tena, asante. Lakini mfuatiliaji wa Sinada TV, tupo na kijana hapa mnufaikaji, ama amenufaika na utalii wa ndani atatueleza yeye, yeah, anajivunia nini? Karibu, jitambulishe, majina yako. Kwa majina anaitwa Konstantino Edwardi. Okay. ni mkazi wa Mwakoko. Naam. Eh, nimetoka Mwakoko kwa ajili ya kuja kujifunza. Naam. au kutalii kwa ujumla. Okay. labda wewe umejifunza nini? Hebu tueleze Aa, kwa ujumla nimejifunza mambo mengi. Naam. maana ee, nimejifunza jinsi ya kutengeneza asali. Okay. au jinsi ya kuivuna asali kwa ujumla. mm. Ee, pamoja na kilimo. Sao. kwa jumla. Mm. Okay, asante. Lakini aa, kwa ufupi tueleze ni kitu gani ambacho unajivunia nacho kwa siku ya leo katika kijiji hiki cha nyuki? Baada ya kufika eneo hili, mimi najivunia kwanza kufika mahali hapa, mm na kupata mtu kama huyu anayeitwa Filimoni okay. E, ase kwa kweli sijawahi kuona, ila wapo wapo wanagusaga, lakini kwa mtu kama huyu kuleta mazingira mazuri kama haya au elimu nzuri kama hii kwa kijiji au kwa sehemu anapoishi, kwa kweli mimi kwanza na yani tuseme kwamba ni, ni, ni nani ya lo, yani ni kipaji alompa Mungu Eh, kuyo, kwa hiyo mimi naona kwamba nimetalikwa vingi hapa. Nipo na vijana watatuambia wao wamejifunza nini baada ya kufika katika eneo hili la kijiji cha nyuki, kufanya utalii wa ndani. Utajitambulisha majina yako, pia tutaendelea ya karibu okay, asante. Kwa majina yangu naitwa Sharifu Jumanne okay, ni mkazi wa Mwankoko hmm. Kwa kweli nimefurahi sana kupata fursa hii okay, kuja kutembelea kijiji cha nyuki nimeona fursa nyingi, japokuwa muda ulikuwa huko kidogo mm, lakini nimeenjoy sana mazingira yako vizuri okay. Kila mtu ambaye unakutana naye huku anavutiwa sana na mazingira ya huku. Kwa hiyo na natumaini siku nyingine kuja kutembelea tena haya mazingira ya huko okay. Labda wewe umevutiwa na nini zaidi katika utalii wa hapa kijiji cha nyuki, Tueleze. Binafsi mimi mazingira, jinsi mizinga ilivyopangiliwa okay. Ukiangalia kuna mazingira kama kuna sehemu ya kuogelea, sehemu ya kupumzika okay. Yani kwa kifupi mazingira yamepangika vizuri sana. Unazungumzia vipi swala la unazungumzia vipi swala la ifoneo kama vumbi la Singida? Ifoneo ni namba moja okay. Tunamwamini okay. Na imani atatuvusha kwenye, kwenye, kwenye vumbi la Singida. Umeliona vumbi la Singida. Tofauti ya vumbi la Singida na vumbi la Kongo, labda wewe unaweza ukaelezea kidogo, au bado hujalionja vumbi la Singida? Nimeliona lakini siwezi kulielezea sababu bado sijalionja. Okay. Na imani na imani nikirudi nitaenda kulionja nione ladha yake mm, na kazi yake. Asante sana na karibu tena. Lakini pia hapa nipo na kijana mwingine atatuambia majina yake, lakini yeye anajisikiaje kufika katika eneo hili? Karibu sana. Unaitwa nani? Asante. Kwa jina naitwa Hamza Sifu. Okay, unaitwa nani? Kazi wa Mwankoko. Majina? Hamza Sefu. Okay. Nimetokea Mwankoko. Sawa sawa. Kata ya Mwankoko. Okay. Ndani ya Manispaa ya Singida. Naam. Uh-huh. Leo hii tuko hapa eneo hili la kijiji cha Nyuki. Wewe wa, umekuwa kama mtalii wa ndani sasa, unajivunia nini hapa? Kwa kweli mengi ya kujivunia, nimeona mengi sana. okay. na makubwa sana, yaani vitu vingine ni vya ajabu. <laughs> nimeona kuna maporomoko pia. <laughs> nimeona maji mazuri. <laughs> Eh, majabali ya kutosha. Sawa. mizinga ya kutosha. hmm. Na yani, cha kunishangaza zaidi hmm. ni msitu fulani ambao umekaa kidizaini fulani. okay. Ma majengo yamejengwa ya mazuri. hmm. Unaambiwa kuna kiwanda labda cha kutengeneza mizinga okay. Kama unavyoona nimeambiwa ile ni nyumba ya Ifoneo. Asante sana. Lakini neno lako la mwisho una yapi ya kumwambia Filemon Kiemi kwa uwekezaji mkubwa aliofanya hapa mkoani Singida? Kwa kweli nampongeza sana kwa jitihada alizozifanya. okay. Amefanya mazuri sana hmm. Na nampongeza. namuombea na, na, na kwa Mungu. Eh, karibu utajitambulisha majina yako pia utatuambia. uh, unaitwa nani? Joyce Samuel Mwangu, unajisikiaje kufika katika eneo hili la kijiji cha Nyuki kwa ajili ya utalii? yeah, nimejisikia vizuri sana okay, na nimejifunza mengi mm. Eh, mfano umejifunza kitu gani ambacho kimekuvutia katika eneo hili? Yaani, kutengeneza asali okay, jinsi ya kutunza mazingira okay, tuache kukata miti ovyo mm. Eh, ndo kama hayo mama. Tuambie sasa, umefika kwa mara yako ya kwanza hapa katika kijiji cha Nyuki, umejifunza nini? Nimejifunza mengi Naamu. Kwa kweli Kiemi amefanya vitu vikubwa sana Naamu. Nazidi kumshukuru sana Naamu. Na sisi wengine tumwige Naamu. Yaani vyote mi naona amefanya vitu vizuri sana okay. Yani sisi wengine ni tuwe tumuige. Sisi kwa kweli ametufundisha vitu vikubwa sana.